Namba nane. Namba nane. Maneno yanaweza kubeba mafadhaiko. Maneno yanaweza kubeba mafadhaiko, mafadhaiko. Samueli wa kwanza 17 mstari wa 11. Samueli wa kwanza 17 mstari wa 11. Basi Sauli na Israeli wote waliposikia maneno hayo ya Mfilisti wakafadhaika na kuogopa sana. Waliposikia maneno ya Mfilisti wakafadhaika na kuogopa sana, wote wakafadhaika. Kwa nini? Kwa sababu maneno yamebeba mafadhaiko. Kuna mtu anaweza akazungumza neno siku nzima ikawa mbaya kwako. Anazungumza neno ukawa umefadhaika siku nzima, umekosa raha, umekosa amani, huna furaha, kwa sababu ya maneno ambayo mtu amekuzungumzia. Maneno yanaweza kubeba mafadhaiko, yanaweza kubeba mafadhaiko, lakini nilikwambia ya kwamba ili haya mateso yote yasikupate kwamba mtu kakunenea maneno upate mafadhaiko, ili mafadhaiko asikupate, nilikuambia ya kwamba ukisikia mtu kakunenea neno baya, liingie sikio la kulia litokee sikio la kushoto, liingie sikio la kushoto litokee sikio la kulia. Katika jina la Yesu sema amina kama unanielewa. Tatizo, tunaruhusu maneno yaingie kwenye moyo. Yani ukiruhusu maneno yakaingia kwenye moyo imekula kwako. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Sema tena amina. Namba tisa, maneno yamebeba hasara, maneno yamebeba hasara. Mithali sura ya 14 mstari wa 23. Mithali Mithali sura ya 14 mstari wa ishirini na tatu anasema hivi, katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Maneno ya midomo huleta hasara. Kwa hiyo mtu anaweza akakutamkia maneno hasara ikaja. Kwa hiyo katika kazi ambayo inatakiwa kukupa faida, watu wanaweza kukunenea maneno ukapata hasara, na hapa duniani hakuna mtu anayetaka kupata hasara. Mwambie jirani yako, mi sitaki kupata hasara. Ungie mkono ule naye mbali, mwambie mi sitaki kupata hasara. Kanisa la Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Yaani hakuna mtu anaenda kulima aseme nilime nipate hasara. Hakuna mtu anayefuga anasema nipate hasara. Hakuna mtu anayefanya biashara anasema apate hasara. Katika kila kazi kuna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Ninakutangazia katika jina la Yesu, kila utakachokwenda kufanya katika kazi za mikono yako, usipate hasara kuanzia leo. Sema amina kama unaelewa. Kila unachokwenda kufanya, ukatia mkono wako kwenye shamba ukatia mkono wako kwenye mifugo, ukatia mkono wako kwenye biashara, ninakutamkia kuanzia leo, faida ziwe sehemu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi mazuri hapa, mwongezee Jehova vigelegele kama vipo. Kanisa la Bwana, sema amina. Ndiyo, hakuna mtu anayetaka hasara, kila mtu anataka faida. Ni maombi yangu kwa Bwana